Bilionea alimkuta mwanamke mjamzito amelala chini ya mfereji wa maji mbele ya nyumba yake. Hivi ndivyo alivyofanya. Asubuhi hiyo ya baridi Runda, Bwana Moses Karanja, bilionea maarufu wa mali isiyohamishika Nairobi, alikuwa anatoka nyumbani kuelekea ofisini. Akiwa amesimama karibu na gari lake, alisikia sauti ndogo ya kuhema. Aligeuka taratibu, macho yake yakasimama kwa mshangao. Chini ya mfereji wa maji kulikuwa na mwanamke mjamzito amejikunja, nguo zake zikiwa chafu kwa matope. Pembeni yake alikaa mtoto wa miaka kama saba akimshika mkono kwa hofu. Mama, tafadhali amka, mtoto alisema kwa sauti iliyokata moyo. Walinda usalama walikuwa wameona, lakini wakasita kusogea. Moses alihisi kitu kizito moyoni. Hakuwa mgeni wa mateso ya watu maskini, lakini hii ilikuwa tofauti. Huyu mama yuko hai aliuliza. Mwanamke alifumbua macho polepole pole. Tafadhali msinitupe. Maneno hayo yalimfuata Moses kama kiuli. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi ya mikataba ya mabilioni, bima na akaunti za benki, alisahau kila kitu. Mchukueni sasa hivi, mwende naye hospitali ya Aga Khan, gharama zote ni zangu. Lakini hakujua huo ulikuwa mwanzo wa siri itakayobadilisha maisha yake milele. Gari la kifahari liliondoka Runda kwa haraka likipitia Thika Road. Ndani, kimya kilitawala. Mwanamke mjamzito, Asha, alikuwa amelala kwenye siti ya nyuma akihema kwa shida. Mtoto wake Baraka alikaza mkono wake bila kuachia. "Baba," mtoto alisema kwa sauti ndogo. Moses akashtuka. "Ndiyo, mwanangu. Mama yangu alisema baba yangu alituacha zamani, lakini alisema wewe unamfahamu." Maneno hayo yalimchanganya Moses. Mimi sijui hata mama yako anatoka wapi? Baraka akatikisa kichwa, alisema, siku moja utatambua ukweli. Moses akanyamaza. Mawazo yake yakarudi miaka 20 nyuma, wakati alikuwa kijana maskini wa Kiambu, kabla ya mafanikio, kabla ya akaunti kubwa za benki na kampuni za bima. Mlango wa wodi ukafunguliwa, daktari akatoka. Mama yuko salama kwa sasa, lakini ana msongo mkubwa wa mawazo. Atahitaji mahali pa kuishi, matibabu endelevu na uangalizi. Moses akasimama atapata vyote, lakini ndani yake swali moja lilianza kumchoma: Asha alikuwa nani hasa, na kwa nini alionekana kujua jina lake? Usiku huo mvua nyepesi ilinesha Nairobi. Moses akakaa kwenye kiti cha hospitali akimtazama Asha aliyekuwa amelala macho yake yakiwa wazi. Kwa nini ulikuwa mbele ya nyumba yangu? aliuliza kwa utulivu. Asha akageuza uso polepole pole. Sio bahati mbaya, nilijua utaniona. Unanijua, akatabasamu kwa uchungu. ulinijua zamani, kabla hujawa bilionea. Moyo wa Moses ukaanza kwenda mbio. hiyo haiwezekani. Kiambu, miaka mingi iliyopita, uliahidi utanirudia. Kimya kizito kikatawala. Picha zamani zikamjia: msichana maskini sokoni, ahadi za ujana, ndoto za kutoka kwenye umaskini, mtoto tumboni. Moses akauliza kwa sauti ya chini. Asha hakujibu, machozi yakamdondoka. sina mengi ya kusema leo Moses, ukweli unaumiza. Moses akasimama taratibu, miguu yake ikitetemeka. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake ya mafanikio alihisi hofu. Siri ilikuwa inakaribia kufunguka lakini bado haijafika wakati. Asubuhi iliyofuata Moses aliwaita wasaidizi wake wa karibu, wakili wake, meneja wa mali na daktari binafsi. Mama huyu na mtoto wake watahamia nyumba ya wageni wangu Karen. Hakuna anayepaswa kujua, Bwana Karanja. Vyombo vya habari sitaki kusikia. Baraka aliposikia watakaa kwenye nyumba yenye bustani, macho yake yang'aa. Kwa mara ya kwanza, asante baba, alisema bila kufikiri neno hilo lilimgonga Moses kwa nguvu, lakini hakulirekebisha. Ndani ya gari akiwa njiani Karen, Moses alijiuliza kama alikuwa anasaidia kwa huruma au kama alikuwa anakimbia ukweli ambao aliwahi kuacha nyuma. Asha alimwangalia kupitia kioo. Unajua, ukweli ukitoka, hautaathiri tu mimi, utaathiri jina lako, biashara zako na kila kitu ulichojenga. Moses akashika usukumi kwa nguvu. Basi ni bora nijue ukweli kuliko kuishi kwenye uongo. Lakini bado hakujua ukweli huo ulikuwa mzito kiasi gani. Nyumba ya wageni Karen ilikuwa tulivu sana. Sauti za ndege zilikuwa pekee zilizovunja ukimya wa asubuhi. Asha alikaa kwenye kiti cha bustani, mkono mmoja tumboni, macho yakitazama mbali kana kwamba anaangalia maisha yake yote. Baraka alikuwa anacheza karibu na maua lakini macho yake mara kwa mara yalikuwa anamwangalia mama yake. Moses alitoka ndani akiwa na kikombe cha chai mkononi. hapa uko salama, Asha. hakuna mtu atakaye kufukuza Asha. alitabasamu kwa huzuni. usalama wa mwili hauondoi mzigo wa moyo. Moses alikaa karibu naye. nimekuwa nikikusaidia kwa sababu ya utu, lakini pia kwa sababu nahisi kuna kitu unanificha. Asha akavuta pumzi ndefu. Nilitaka uone kwanza jinsi maisha yangu yalivyokuwa kabla hujasikia ukweli. Kwa nini? Kwa sababu ukweli huu utakuumiza. Baraka akakaribia. Mama, utamwambia leo? Moses akashangaa. Unajua? Baraka akatikisa kichwa. Mama alisema nisubiri. Moses alihisi kifua chake kikibana. Siri ilikuwa karibu kufunguka na alihisi hakuwa tayari, lakini hakuwa na pa kukimbilia tena jioni hiyo mvua nyepesi ilinyesha Karen. Asha alianza kuzungumza kwa sauti ya polepole pole, kama mtu anayesoma ukurasa wa mwisho wa maisha yake. Kiambu, miaka 20 iliyopita, nilikuwa nauza mboga sokoni. Wewe ulikuwa dereva wa bodaboda, una ndoto kubwa kuliko mfuko wako. Moses akafunga macho. Kila neno lilikuwa kweli. Uliniahidi utanioa ukifanikiwa. Ulisema ni ngoje Niliondoka kutafuta maisha, Moses alisema kwa sauti ya chini. Na hukurudi, asha akaendelea. Nilipata ujauzito wako wa kwanza, nilipokutafuta uliambiwa umeondoka Nairobi. Moses akasimama ghafla. Hapana, sikuwahi kujua. Niliishi kwa aibu, nilipoteza mtoto, lakini maumivu hayakuisha. Mvua ikazidi kunyesha. Ndani ya kelele ya mvua sauti ya Asha ilikuwa nzito. Miaka ilipopita, maisha yakaniangusha tena, lakini sasa hii mimba niliyonayo... akasimama akamwangalia Moses machoni, ni yako. Maneno hayo yalibadilisha hewa yote ya chumba. Moses alihisi dunia ikisimama. Usiku mzima, Moses hakulala. Alikaa sebuleni, taa zimezimwa, akitazama bustani kupitia dirisha maisha yake yote yalikuwa yamejengwa juu ya nidhamu, mipango na udhibiti, lakini sasa kila kitu kilikuwa kinamponyoka. Nina kampuni, heshima na jina, alisema peke yake, lakini sina amani. Asubuhi ilipofika, wakili wake alipiga simu. Bwana Karanja, kuna mkutano muhimu na wawekezaji leo. Moses alinyamaza kwa sekunde chache. Niairishe, lakini Nimesema niairishe. Alimkuta Asha jikoni akitengeneza uji. Baraka alikuwa amekaa mezani. Nimefanya makosa mengi maishani Asha, lakini sitakimbia tena. Asha alimtazama kwa mshangao. Unajua kitakachofuata? Vyombo vya habari, marafiki zako, familia watasema chochote wanachotaka. Ukweli ni huu. Baraka akasimama. Basi nitakuwa na baba. Moses alishuka mpaka usawa wa macho yake. Ndiyo mwanangu, hutalala tena kwenye mfereji. Wiki chache baadaye Moses aliandaa mkutano mdogo Karen, ndugu zake, marafiki wachache wa karibu na mshauri wa familia. Asha alikaa kimya, mkono tumboni. Nimewaita kwa sababu sitaki kuishi maisha ya uongo tena, Moses alianza. Huyu mwanamke ni sehemu ya maisha yangu ya zamani na ya sasa Kulikuwa na minong'ono, macho ya mshangao na ukimya mzito. Mtoto anayekuja ni wangu na huyu Baraka ni mwanangu pia. Baadhi walitetemeka, wengine walinyamaza, lakini Moses aliendelea, nimefanikiwa sana kibiashara, lakini nilishindwa kama binadamu. Leo nachagua kurekebisha. Mama yake Moses alisimama polepole pole, akamkaribia Asha, akamshika mkono, ulichopita si rahisi. Karibu nyumbani. Asha akalia, machozi ya kuachilia mzigo wa miaka mingi. Kwa mara ya kwanza, Moses alihisi ushindi wa kweli, sio wa pesa, bali wa dhamiri. Miezi michache baadaye, mtoto msichana alizaliwa. Walimulita Neema. Asubuhi moja, Moses alisimama bustani Karen, akimwangalia Asha akiwa amembeba Neema, huku Baraka akicheza karibu. Mfereji wa Runda ulikuwa kumbukumbu ya mbali, lakini somo lake lilibaki moyoni. Kama nisingekuona siku ile, Moses alisema. Asha akatabasamu. Labda Mungu alijua ulipaswa kusimama kwanza. Moses aliangalia familia yake. Kwa mara ya kwanza, utajiri wake ulikuwa na maana. Hakupata furaha kwa sababu alikuwa bilionea, alipata furaha kwa sababu alichagua ukweli, uwajibiko na upendo na hadithi yao ikawa ushuhuda kwamba wakati mwingine baraka huja kupitia mahali palipoonekana kama laana.